Basi wamenikumbusha miaka ya nyuma, miaka hiyo ambayo na mimi nilikuwa na umri kama huo wa kwao. Imenikumbusha kabisa, yani mazingira, umri na vile walivyokuwa. Kama hivyo unavyoona, tupo tukicheza mpira katika ardhi ambayo kama hiyo unaona hapo ni mchanga, lakini sasa sisi leo ardhi tuko tukicheza kulikuwa ni ngumu, kokoto, changarawi, mawe mawe. Au kidogo walikuwa kwenye ardhi ambayo kama ina mchanga mchanga, kwa hiyo sio mbaya sana, ila lakini sisi ilikuwa ni ardhi ngumu changarawe mawe mawe hapa na pale. Utoto ule katika kucheza cheza ule mpira, mimi kwa bahati mbaya niliteleza katika kugonga sajia mpira, ni vikumbo vi vile wanasema push, eh, kugombania mpira vile, basi nikapigwa kipushi, nikadondoka, mguu wangu ukadondokea kwenye jiwe, lilikuwa lijiwe li kama linancha kwa hiyo kwenye unyayo kwa pembeni hapa lile jiwe lenye ncha likanitoboa. Kwa hiyo ikawa mwagika damu sio nyingi sana, lakini pia uh, sio kidogo sana, ilikuwa hali kama hiyo. Sasa tukumbuke kwamba kipindi hicho kati na uomri nilikuwa kuna dalili ambazo tayari nilikuwa nimeshaanza kuzipata ambazo naweza ni kwa naeza nasema ni za kimaajabu au za kimiujiza. E, na mara nyingi mtu ambaye nilikuwa nikimpelekea taarifa mbalimbali za kimiujiza au maajabu alikuwa ni mama yangu. Mama yangu alikuwa sio mtu kwetu nyumbani mle mwingi, ni mtu wa safari safari sana. Eh, sasa, mama, mama, anda, zipoke, zina, sasa mama nikimwelezea mama alikuwa kinijenga kisaikolojia, kama vile alikuwa kiniandaa kwamba vipokee, visikilize, vifanye kazi pale chini. nimenatukwa na zile damu ili nijia, sauti kichwani kaniambia, hakikisha hapo chini hakubaki damu yako, hakikisha sasa ile sauti zilizokuwa zikiniambia sauti kabisa zinaniambia, ilikuwa kawaida katika umri wangu huo, mimi vilikuwa ni vitu vya kawaida, sikuwa spina kuzungumziaga mambo ambayo ni pasino kwangu mimi na historia zangu, lakini ipo siku nda kuja kuelezea matukio mengi sana. Hii nimetaka tu kuelezea kwa sababu mmenikumbusha kipindi hiko na nini, iwe faida kwenu. Sasa hii ina maana gani? Hii maana yake ni kwamba Jitahidini sana. Napotokea lolote